High z switch au inaitwa high impedance switch. Kazi ya hii switch ni kwamba inakusaidia unapotaka kuunganisha vifaa instrument, eh, kwa mfano gitaa ambayo ina high impedance, inakusaidia gitaa lako hilo unaliunganisha hapa mmoja kwa moja bila kupita kwenye DI box au kisanduku cha moja kwa moja. DI maana yake direct injection ina maana jitaa mara nyingi linaingizwa kwenye kile kisanduku direct injection ambayo inabadilisha kutoka kwenye high impedance kwenda kwenye low impedance. Kwa hiyo kwenye mixer hii imekupa hizi e, port ya kwanza pamoja na ya pili. Ina maana ukiunganisha, e, ukiunganisha ukiunganisha ukiunganisha jitaa lako hapa, basi unabonyeza hii switch ya high impedance. Maana yake inakusaidia kwamba e, lile jitaa liweze kusikika vizuri, zile high frequency utazisikia vizuri, lakini kama hii haijabonyezwa na umwagaisha jitaa hapa moja kwa moja, ina maana ile high frequency haitasikika vizuri kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hii port unapoconnect jitaa lako hapa moja kwa moja na hii ndio kazi ambayo inaitwa high impedance switch. Kujifunza zaidi kanuni za msingi unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.